Salama pole sana na matokeo ya jana ah, simi si, usinipe pole, sijaumwa. Ndio matokeo ya mpira. Nini kimeipata simu? Ni mpira na imani ni mpira. Unajua mpira kila timu inakuja na mbinu zake, kwa hiyo mbinu zinazofeli ndizo zinazohukumiwa. Kwa hiyo mbinu zetu zimefeli gemu ya kwanza, zimefeli gemu ya pili, tumehukumiwa kwa vile ninavyohitajika. Kwa hiyo tuombe Mungu tuangalie kwamba hizi mechi zilizopo nne zitatufikisha wapi kama zitatufikisha kwenye ndio sawa kama zitatufikisha kwenye hapana ndicho kitu ambacho tumepangiwa kama mechi zilizobaki zote nne tunatakiwa kushinda sisemi kwamba natakiwa kushinda natakiwa tujitahidi tushinde sababu nikisema natakiwa kushinda ni kwamba tumejipangia tayari mimi naendelea kurudia mimi naheshimu mpira mpira una matokeo ya dakika 90 hicho kitu ndio maana mpira mimi uniumizi kichwa sababu nina imani kuna kufunga kufungwa na kutoka draw. Kwa hiyo nasema tujitahidi tushinde mechi hizi zidobaki, lakini mbinu zetu kama zikiendelea kuwa ndio kama zilivyo, basi huu mwaka uko vibaya kwetu. Lakini hatujaizoea Simba hivi mechi ambayo tunatarajia tunaiona Simba ina uwezo kabisa kupata matokeo, inapoteza mchezo. Ndio maana ndio maana tunasema tusiishi kwa matokeo wala tusiishi kwa mazoea. Ndio maana sasa hivi Man City na Manchester United na Liverpool wanasuasua ni vitu ambavyo tuvitegemea. Huo ndio mpira ulivyo. Huheshimu mpira, hukuheshimu. Usipoheshimu mpira, hauwezi kuheshimu. Gemu ya kwanza tulisema pengine kocha alikosea kupanga selection ya kwanza. Gemu ajana umeitazama, nini hasa kimepelekea Simba kupoteza matokeo siku ya jana? Bado narudia tena, ni gemu imetukataa na mazoea yamevuka mipaka. Kinachotesa, tumecheza kwa mazoea na hichi kitu nilishakisema walipokuwa wenzetu Yanga tulipoona ni pagumu tena, ulinioji wewe nikakwambia kwamba Yanga watacheza kwa umakini sana ili kujitetea wasiadhirike. Ndicho tutakachowasaidia, lakini sisi tutajikuta wenzetu, kwa kuwa tumepangwa na waswahili wenzetu, tutajiona tayari tunaweza. Matokeo yatakayotukuta yatakuwa ni mabaya zaidi, ndio haya tunaoyaona sasa hivi. Ilionekana kama simba ndiye alipangwa kwenye kundi jepesi, wakati huo Yanga alipangwa kwenye kundi gumu, lakini sasa mambo yamebadilika. Tuliangalia rangi hatukuangalia mpira. Tuliangalia Tuli rangi za watu hatukuangalia mpira. Yangu alipokwenda kule kwa watu weupe tukaona zile rangi nyeupe zina akili sana. Tukaona kwamba zile rangi nyeusi huko hazina akili. Matokeo yake ndo kama haya. Rangi nyeusi zimekuwa na akili kuliko rangi nyeupe. Kwanza, kabla ya mchezo jana siku ya jana mlikuwa na mkutano wa klabu ambao ulifanyika. Eh, tuliona kilichoendelea kwenye mkutano. Ulihudhuria kwanza? Kwanza, pakuwa na mkutano, palikuwa na upuuzi. Palikuwa? Palikuwa na upuuzi. Hapakuwa na mkutano kwa mtu mwenye akili timamu, kwa mtu alio ale ambaye eji imeanza kuondoka kama mimi. Siwezi kusapoti ujinga kama uliofanyika jana jana. Mimi nimefika yani, wakati najiona nimechelewa kidogo, nikakuta mkutano umekwisha kabisa, watu wako nje, kila mtu anaongea lake. Ule ndio utawala ambao wamechagua kuiongoza Simba, lakini tuwaache tu waiue Simba mpaka wakati huo utakapofika basi watatuachia Simba yetu kikatiba. Simba kwenye katiba yenu ilikuwa nastahili kufanyika mambo kama anayofanyika sasa, ukizingatia kiongozi ambaye yuko pale juu anayoongoza nyie anafanya, anavyowaendesha, kwa namna anavyowaendesha, kikatiba ipo stahili hiyo. Sijui ametumia kigezo gani kufanya yale aliyoyafanya, lakini mnachofahamu kwenye katiba hicho hakuna, ila tuna uwezo wa kuitisha mkutano wa dharura wa kutokuwa na imani na viongozi wenye, wenye kuwa karibu na mambo ya viongozi huko. Endapo atafanya utaratibu wa kuanzisha kuitisha mkutano wa dharura, katika watu wa kwanza kutia seni kuhudhuria mkutano nitakuwa ni mimi hapa. Kuna, kuna shabiki mmoja wa Simba nilimsikia akisema kwamba kilichofanyika jana sio mkutano, ni uhuni, kwa sababu mkutano ndani ya dakika chache sana imetolewa hoja, hajapewa nafasi ya kuzungumza. Kwa hiyo leo ni uhuni, sio mkutano. Hata mimi nimekujibu sasa hivi nikwambia, ule sio mkutano, ni uhuni kwa mm. kama nimerudia maneno aliyosema mwenzangu, naona hapo utakuwa umeshanielewa. Nini sasa kifanyike ili kuweza Simba kuirudisha kwenye fomu ambayo tulikuwa tunaijua Simba na kikatiba na mikutano kama ile ambayo Simba ilikuwa inafanyika nyuma ilikuwa inaenda sawa. Mwenye kitoto ameshasema tutaona na uchaguzi mwingine. Ni kwamba ameamua kuikomoa Simba mpaka atakapomaliza uongozi wake. Kwa mimi sasa hivi cha kuisemea tena Simba mimi sina. Sina. Nasubiri kunuta za Mungu zitakapokwenda mpaka zitakapoishia ndipo hapo hapo tutakapoishia sisi. Yaani sasa hivi cha kuisemia Simba tena sina. Nitabakia kuwa shabiki mtiifu wa Simba. Nitabakia kuhudhuria mi, mi, mi, mi mechi za Simba, lakini sintajihusisha tena na mashauri ya Simba liopo na Razani Simba na mabovu ya simba mpaka hapo uongozi uliopo naona utakapomaliza muda wake. Nadhani matokeo Simba anayapata sasa mabovu yanachangia na uongozi kutokuwa imara. Hiyo pia ni mojawapo sababu. Kuna ambao Simba ikifungwa wanachekea chooni na kuna ambao Simba ikifunga wanafurahia wana, wana, wana, wana barazani. Kwa hiyo hapaweze kuwa na viongozi bila uongo, bila uongozi nje ya uwanja, hakuna uongozi ndani ya uwanja. Kwa hiyo sasa, kuelekea mashindano ambayo tuna Simba anashiriki msimu huu, mmebakisha mechi nne za za kimashindano hapo, ambazo ikitokea mmeshinda zile mechi, mnatakiwa kufuzu, lakini bado nje, nje nyuma, uongozi hampo sawa. Nadhani mnaweza kwenda kupindua meza kwa matokeo, ikiwa uongozi haujakaa sawa. Kuna methali nasema tajiri kupata ut, tajiri kupata, kupata, nini thawabu? Ni sawa sana ngamia kuingia kwenye tundu la sindano. Hasa mimi nasema ili tajiri huyu aweze kupata mafanikio ni sawa sana ngamia kuingia kwenye tundu la basketball. Tundu la basketball. bado tuko kwenye wakati mgumu sana. Simba ni kama jana, mmeumizwa sana, kwa sababu hatua ya kwanza, mkutano umevurugika, mmekuwa confused tena mnaenda kutazama mchezo wenu mliocheza jana, tena mnafungwa, inakuwa ni kama mnatoka mchezoni. Saa hizi mmeanza kukata tamaa. Mimi matokeo ya mpira ya, ya kufungwa goli mbili moja haya kuniumiza roho, matokeo yaliyoniumiza roho ni mkutano wa asubuhi, ni mkutano wa mkutano asubuhi, sababu ule mkutano ndio unaozaa mambo yote haya unayaona sasa hivi. Kwa hiyo mimi kilicho kilichoniumiza roho ni mkutano wa asubuhi. Ile ya usiku ni sehemu ya mchezo, kama tumetetereka, tutatafuta njia kujirekebisha na kama safari yetu ndio imeishia hapa basi, lakini kilichofanyika asubuhi ndicho kinachodidimiza Simba kwa hapa ilipo sasa hivi. Wana Simba, mmekuwa kama mnapelekwa kikawaida sana, kwamba mkutano umevurugika, afu mwisho siku mnaambiwa tu kuna ubwabu hapo mle, yani kikawaida sana, sio, sio kama mlivyozoea. Lakini tuliwapa majibu na ubwabu wao pia tukula hivi, kumbe mkula ubwabu. Hatukula ubwabu wao, sababu mpaka wale waliokuwa wapambe wao kwa mara ya kwanza wamemgeuka Mangungu kwa mara ya kwanza nimemwona mpira Shabani mpira pesa amemgeuka bosi wake. Nikajua sasa kweli maisha yanakwenda kasi, nimeona kweli alikasirika pale ndipo mali nilijua kwamba maisha yanakwenda kasi yeah. Kwa, ninyi ambao mlikuwa mnatoaga maoni tokea zamani kwamba Mangungu atupishe kwa nyakati hizi mmeanza sasa kuonekana maoni yenu yalikuwa yana, yana, yana faida. Hawawezi kutoka hadharani lakini kimoyomoyo wanajua sisi nini tulikuwa tunamaanisha. Kwa hiyo sasa hivi tumekaa kimya, tuwache wao waendelezi hili jahazi wajue kwamba tulikuwa sisi tuko sahihi ama tukuwa sahihi. Lakini hakuna kitu kibaya kama kuishi mahali kwa tamaa. Hakuna kitu kibaya kama kuiongoza taasisi kwa kutumia mafanikio binafsi bila kutaka mafanikio ya umma. Hili ni kosa kubwa sana, na hichi kinazidi kuharibu heshima Mangungu. Sasa hivi hata aombe kugombea udiwani wa kata hawezi pata kwa hicho anachokifanya, hana hadhi ya kuwa kiongozi hawezi kuhudumia ku, wananchi wake. Kama huwezi kuhudumia taasisi kama Simba, huwezi kuhudumia wananchi wa kata kata sita sijui kata kumi uwezi, uwezi. Tarajia mkutano wa dharura kwa ninyi mashabiki wa Simba na wanachama, natumaini naona litakuwa ni agenda namba moja mm, na mimi nitakuwa kama kuna kuhamasisha kuwa na mkutano wa dharura a wa wanachama na mimi nitakuwa ni mmoja wapo. Yeah. Nje ya hapo tumeona msemaji wa Yanga ambaye ni kijana wako ali kama ana jasusi wake ambaye anampa details za Simba kila jambo linalotokea Simba an analitoa. Na jana asubuhi, kabla ya mchezo alizungumza yapoti ya akasema kwamba matokeo ya, ya jioni tunayajua, na kipindi cha kwanza tu atakuwa ameshafurahi. Na tulivyoitazama Simba ni kama ilienda kupoteza ule mchezo. Akatoka tena mbele ya umma akasema alishapata details kutoka kwa jasusi yake kwamba mchezo ulishakuwa umeuzwa. Jasusi ni nani pale? Simba anamjua yee, anemsema naweza kukuta jasusi, naweza kawa ni mtu ambaye tunamwamini sana, tunamuona kwamba yeye ndio alfa na omega kwenye timu, kumbe ndio jasusi anamjua yeye. Sababu kila anachokisema kidogo kinauwaga, kinaonyesha mafanikio. Lakini mimi sio msemaji wa Yanga, yeye ameamua kuwa msemaji wa Simba, kwa hiyo si situmwache aisemee Simba mpaka siku atakapokuwa amechoka atanyamaza. Kama kuna jasusi anamjua yeye, kama kuna jasusi anamjua yeye, lakini inaelekea majasusi wapo pale kwenye a, mwenye, mwenye matatizo ni watu wanaohitaji maslahi binafsi. Kumtaja mtu kwa majina itakuwa ni makosa, lakini nilikuwa na imani japo aliondoka Tayageni na Mangungu angeondoka, natumaini Simba ingebaki salama zaidi a, kwenye, kwenye ishu ambazo zimekuwa zikivuja kutoka Simba inaonyesha naetoa zile siri ni mtu wa ndani. sasa, sasa nini kifanyike ili kuweza kuepukana na yule mtu anayetoa zile siri za Simba? Pa ni wao pia waweke majasusi wao kuwachunguza, kama waliwezage kumnasa Manara mm. kwamba ni jasusi wa kuihujumu Simba, basi waendelee kutafuta. Umenikumbusha okay, hapo kwamba kipindi akiwa babu hapa pale Manara aliondosha pale Simba kutokana na zile za chini chini taarifa zilikuwa zinavoja. Kwa hiyo kitumike mbinu iliyotumika kipindi kile zitumike mbinu kama hizo, kwa yeyote anayehusika atapatikana, lakini kuna kuhisi ni nani hapo nanilisha maneno ambayo sina ushahidi nao, lakini nina imani ni mtu wa karibu ambaye tunamwamini kupita kiasi, ndiye anayetuhukumu sasa hivi, ambaye kwa sababu siri zikishavuja kama siri za uongozi zinavuja na, maanisha hata za benchi la ufundi a e, ndio mpaka benchi, benchi la ufundi zote ni siri za nani? Ni siri za uongozi zote, zote ni siri za uongozi turudi kwenye timu yako ambayo inaelekea kushiriki sasa mashindano na mechi zilizobaki. Wachezaji wamekuwa wakipoteza nafasi za wazi sana wamekuwa kama hawaitumiki Simba ipasavyo. Una, unazungumza nini kuhusiana na wachezaji wa timu wachezaji? ninachowaambia wasiingie kwenye vita uongozi, wow, wao wafanye majukumu yaliyo waleta. Inaelekea sasa hivi pia wachezaji wameingia kwenye vita uongozi, sababu wameshaanza kulaumiana wenyewe wenye wameshaanza kulaumiana kama wameanza kulaumiana ni kwamba kuna tatizo liko hapo ndani. Wakubali kwamba wamekuja kufanya kazi na Simba, wanawajibika kwa ajili yao. Kwa hiyo waachane na malumbano ya wa Simba au watimize kilichowaleta kwenye klabu. Mchezaji kama Elim Panzo tu amekuwa akilalamika sana kuhusu, anampoteza nafasi nyingi sana za wazi, mpaka wengine wamekuwa wakishutumu kwamba pengine anatumika au anacheza Simba mapenzi yako timu. Mimi natumaini tusimbebeshe mchezaji mmoja Magonjwa ma, ma, ma, ma, mengi kwa sababu, mnapomsema Elimu Panzo kakosa mabao, nanii Abrahamu kakosa mabao pia, sio? Akakosa mabao pia sio mmoja wala sio wawili. Kwa hiyo inaelekea ndani ya Simba, kama Simba kuna shida ya kwao binafsi, haina cha mchezaji mmoja mmoja. Simba malengo yake ni kufika nusu fainali, mwanzo abatarajia kuiona Simba robo finali msimu. Hata ku, hata kuwa mshindi wa pili sitegemei kundi kuwa mshindi wa pili kwenye kundi sitegemei, japo naomba itokee, lakini sitegemei. Simjuzi mlifungwa mli mechi ya kwanza na ya pili, lakini mkaja mkapindua meza, mkashinda mechi zote. Tatizo tunapenda kuishi kwa kukariri. Usipende kukariri kwamba mwaka jana ulifanya na mwaka huu utafanya vile vile, shida inakuwa sio mpira. Mpira tucheze, tupate matokeo, maisha yasonge. Nitakie heri Simba na mashabiki, zungumza nao na wanachama pamoja na uongozi nini kifanyike kwa pamoja kwa, ikitokea mmeungana, nini kifanyike ili kuweza kuifanya Simba ikafika robo finali? Kwanza tunahitaji utulivu, tunahitaji mshikamano, wana Simba, wapenzi wa Simba na viongozi, tunahitaji utulivu, tunahitaji mshikamano ili kuweza kuponya nyoyo zetu kwa yaliyopo sasa hivi. Kama tutashirikiana, tutakuwa kitu kimoja, kila mtu atondoa tofauti yake, tutaamua kuiunga Simba mkono kuwafanya wachezaji wana morali, kuwasaidia wachezaji kwa hali mali na kila kitu, Simba itarudi kwenye mstari lakini kwa hili tunalolipeleka Simba sa hivi, tutegemee tu mateso, mateso na mateso tena, kwa uongozi huu na namna Simba inavyoenda, tegemee mateso mengi sana. Yaani, kwa hivi tunavyokwenda, tutegemee mateso, mateso na mateso tena msimu wa nne, yeah. huu mmepoteza ubingwa na bado, mimi natabiri itakuwa ni misimu kumi, kwa hiyo bado sita, kwamba ubingwa alikuwa na wenyewe mnaenda kupoteza msimu. Tunapokwenda hivi bila, bila kupata mabadiliko, tusitegemee kuiona nyota ajaa wakati kuna moto unaowaka japokuwa wakati msimu unaanza, kila mtu alikuwa anasema kati ya timu iliosajili vizuri msimu ni Simba. Mi ndio maana kila siku nasemaga usajili hausaidii, majina hayasaidii, kinachosaidia ni ndani ya pichi. Je, tumesajili, tunacheza? Tucheze ndio tujue ni ndio ama hapana, lakini sisi tukishasajili, tumeshamaliza kila kitu. Hiyo ndio inakuwa tatizo la timu yetu ya Simba. Kumaanisha kwamba pengine unaweza ukawa na wachezaji wa kawaida lakini uongozi bora, la, la, mafanikio kwa kwa, ya yeah, ya Liverpool imechukua ubingwa wakati timu ilikuwa imara na ni mabingwa, ushirikiano, mshikamano na kila kitu, okay, na kila kitu ndio vinavyofanya timu ikae kwenye mstari kwa kuelekea. Unasema unamwona Yanga nafasi gani kwenye kundi? ni hamsini kwa hamsini hamsini kwa hamsini kwa kufika kwa kupata, kwa kuingia ma, m, makundi ma, mtoano ni hamsini kwa hamsini. an, anashughulika na Warabu lakini huko anapambana nao, umakini ndio nakuwa msaidia, kinachomsaidia ni umakini. Lakini angezeza na Waswahili kama sal na Waswahili tungedharau. Lakini mlisema Yanga ameshuka kiwango msimu huu, lakini ndo kwanza kwanza, sisi ndo tumewamsha kocha wako, tumepiga kelele sisi. Kocha gani? Kocha gani? kocha gani gani wameleta kocha mwenye akili lakini sisi, ndio nasema, sisi tumewasaidia kujenga timu yao, tumewapigia kelele ya kocha, wameleta kocha mzuri. Sisi tukiwa na kocha wetu, wao ndo wanaongoza kupigi, kupigi, kupambana. Kocha wetu endelee kuwepo, hata kama ni mbovu, basi hata ali atakuwa anaisaidia sana Simba. Endapo Simba itakuja kufanya vizuri, inabidi apongezwe kwa kuipigia kelele, ana nafasi kuisaidia Simba, hmm? Tena kwenye Simba ile ni mnafiki mkubwa kwenye upande wa Simba ha. Kama anaitetea hivi, ana anachoitetea zaidi ya kuiona Simba kama, kama ni mdoli hii ndio binadamu, haimsaidii chochote. Simba amedili nayo ipasavyo, ameamua, lakini ndio ushabiki, lazima tukubali hali yaani, yupo tayari asizungumzie ya Yanga siku nzima akadili na Simba, inaelekea kama vile ameajiriwa kusamia timu mbili. Kwa hiyo masuala ya hali na Simba tuyaache kama yalivyo. Okay. Lakini alidai basi, naona tena amedai basi leo, kesho yake naona watu wa Simba wanazungumzia basi, namaanisha kuna namna anaigusa Simba. Ma, masuala ya hali na Simba hebu tuyaache kama yalivyo tumwache Ali na kuisemea Simba, na, na, na Simba tuendelee na masuala na yusu Simba. Kila la heri kuelekea mashindano ya kimataifa. Asante sana.